toka mishinawan aujamikwazi aujamikosea maneno tu ya mtaani, lakini mimi naelewa mdogo wangu, unajielewa na unaelewa unachokifanya. Kwa hiyo hivi karibuni itakuandalia saa dema, nasemaje? Kwa hiyo hivi sasa nimeamua nasoma ya kufurahisha kangu, na kama unavyoona hapa nyumbani mazingira si mazuri, wala hali si nzuri. Sasa mimi najitahidi nisome kule chuo kikuu nipate kazi nzuri le... na tubadilishe tubadilishe ya mazingira mbalimbali. Kweli kabisa, ndio maana nakwambia we ni genius mdogo wangu no, no. Yaani unaongea vitu venye mantiki yaani venye maana yaani eh, si kama yule yule mtoto wa jirani pale yule Mama Fatuma yule mtoto mbubu ashiki kitu anadangadanga na wanaume mara huyu mara Yuzi tayari amefumwa na mwanaume chooni huko yaani, mimi hata na nashindwa kuelewa, lakini mdogo wangu una sifa nzuri kabisa, yaani yaani, hebu niambie unataka zawadi gani? Zawadi mimi nataka unilie, kuna kitabu kimeitishwa hmm, sukuli. Kwa hivyo ningependa uniletee kitabu kama zawadi. Sasa usijali kuhusu kitabu, tutaenda mimi na wewe oh, paka na kumati, nitakununulia hicho kitabu na kitaka. Umesikia? Uh, mimi najua. Ndio maana nakwambia nataka zawadi gani? Lakini angekuwa mwingine hapa, angesema wewe paka ni kuni, nataka sadu, tutakana nyulege. Mdogo wangu kwa kile ile ndakapendelezi, ah mimi kwa namna nataka ni piche mara moja. Kwa hiyo wewe eh, chukua daftari ukajisome somia hapo ndani, alafu baadaye tutakuja tuongea vizuri sawa, kwa no. Eh, maana mimi nataka niende mara moja kwao mdogwangu, alafu nikuletee nini? E vii, Sasa. Aha. Sasa. Vivi, ndugu wangu, mimi nimekuja baada ya kuwa umeniita. Umeniambia kwamba uko na story, Na nilikuwa niko bizi bizi na kazi zangu. Uko unasemaje? Dada yako anatembea na baba. Dadangu, mimi dada yako wewe anatembea na babu. Huyu mdogo wangu huyu anasoma sasa hivi, babu huyu ndo akija ngwabe, machachari machachari, ila siko anakuja. Huyo huyo anatembea na mdogo wangu, huna mambo ya kusema. Kwa hiyo chukua mambo seriously, dada yako anatembea na babu. Hebu unaweza nipa sababu ya kwamba umehakikisha kwamba mdogo wao anatembea na babu

Sasa, sasa watu wengi hivo hivo, kila kitu nitateka wazi mimi na nani, utajua. Okay, undani nani? Sawa, ndugu wangu. Sawa mimi nimekuelewa, baya hapo ni karibu wangu. Sasa, mimi nimekuita hapa na jambo moja, kwa sababu kuna taarifa hizo zizieelewa, nikaona nikutafute kabla hizi taarifa zijaenea hapa mtaani. Imefikia tetesi kwamba unatembea na bado bado, rafiki yangu kila siku unamuona patiamaraab anajifanya mzuri, lakini hebu niambie, kuna kitu gani hapa unanificha? i naengeanabadiash Wajua kuna mdogo wangu mmoja anaishi pale kwa jirani pale, ameniletea taarifa hizo. Mara nyingi ananiletea, lakini simwamini. Lakini sasa inabidi nikuuliza wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unajua sina mazoea naye, wala acha na <tipa> tuna <tipa> bado hata <tipa> wao marafiki zako wengine sina ma

Sija ya watu dada, kwa hivyo mdogo wangu sio poa. Njoo hapa, ninakuita njoo hapa sasa hivi njoo. Wasikia eh? Ah, baadaye bila shaka una ujauzito. Naomba uniambie kwa ujauzito ni wa nani? Ah, eh, Oma mengi sahi. Eh, Oma mengi wewe unamdanganya na Oma. Ah kama mwaka mmoja hivi. Ah, sasa wewe niambie, maana katika siku mbili tatu hizi sikuelewi. Vidaka ni wewe, chumvi ni wewe, ukwani ni wewe, chati chati zote ni wewe. Sasa ni ja ah. aianani Mimba. Hauna mimba? Hmm. Mimba, niambie, e, mimba ni nani? Sasa nakwambia hivi: akija wa kiume ni jomba yangu na akija wa kike bado ni jomba yangu, naomba uniambie mimba ni nani?